Nina kusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Juni 1, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema hasira ya mwana kondoo. Soma ufunuo wa Yohana sura ile ya 6 aya 12 hadi 17. Zingatia maelezo ya mwitikio wa watu hawa kwa kuona matukio ya siku za mwisho yakitokea ghafla. Unaona nini kuhusu mwitikio wao? Inafurahisha kutambua kwamba waliopotea hawalii kwa sauti, ni jambo gani hili au ni nani aliye nyuma ya hili? Wanaonekana kujua kinachoendelea. Wanamrejelea Yesu kama mwanakondoo, ambalo lingehitaji kujua jambo fulani kuhusu kisa cha Kristo. Pia wanaonekana kufahamu kwamba siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, na kwamba wako katika hali isiyo na tumaini. Ni nani awezaye kusimama? Kabla ya mwisho, injili inapelekwa kwa kila taifa duniani Mathayo 24:14, na ujumbe wa malaika watatu unatolewa kwa sayari yote. Hata hivyo, kutakuwa na watu watakaokutwa hawapo tayari, si kwa kukosa habari, bali kwa sababu ya kukataa kwao kuamini na kutii. Hii itakuwa sababu ya watu kama hao kupotea katika siku za mwisho. Soma Mathayo Mtakatifu sura ile ya 24 aya 36 hadi 44. Ni masomo gani ambayo Yesu anatuambia tunapaswa kuyapata kutoka katika kisa cha Nuhu? Yesu anaelekeza katika kisa cha gharika ili kutuonya kwamba ujio wake wa mara ya pili utawashtukiza wengi kama vile ujio wa pili wa Kristo. Gharika haikuushtukiza ulimwengu kwa sababu ya kutokuwa na habari. Nuhu alihubiri kwa miaka 120 kwa ulimwengu ambao ulikataa kuamini. Waliambiwa kitakachotokea, hawakuamini tu. Wakati huo huo, watu wengi hujiaminisha kwamba kupita kwa muda mrefu kuna maanisha kwamba unabii ni wa uongo. Akitumia kisa cha gharika kama muktadha, Petro anaandika, watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Petro wa pili sura ile ya tatu aya ya tatu na ya nne. Kila mwaka unapopita hisia hii itazidi tu kuongezeka katika uzoefu wa kila mtu. Ujio wa Pili wa Yesu, au wakati mwingine kuja mara ya tatu, si zaidi ya muda mfupi tu baada ya kifo na sote tunajua jinsi maisha yanavyopita haraka. Mtazamo huu unaweza kutusaidieje kushughulika na kucheleweshwa? Hii ni Juni moja, mada ikisema hasira ya mwanakondoo. Mwenyezi Mungu atubariki sana kwa ajili ya kujifunza mada hii, na ikiwa ni mapenzi yake, tukutane katika mada inayofuata isemayo uinjilisti wa Nuhu.